Hatujazungumzia kama eh, wamekaa kikao kileo wakamwambia cheza kama anavyocheza Matola. Hatujazungumza kuandisha mtaki content lile, lile, za moto moto mtaki lile, lile pila lile unaweza kulipa jina gani? Hmm, Ule ni mchanganyiko eh, ni mchanganyiko wa ah, jimbi, mhogo eh, mlenda pamoja na na, na, na, na, na, na, na, na, eh, ndo napata lile pira ambalo wanacheza ndugu zetu hivi sasa eh, pira fulani gumu hivi eh, pira ambalo hau, eh, haujui wanafanya kitu gani uwanjani, yani ili mradi tu wamevaa uniform zao zile, basi wanakwenda mbele wanarudi nyuma, yani ni pira ambalo halitafsiriki. Ushawahi kuona kiume kisichojulikana ni cha aina gani? Basi ndio ndio pira ambalo wanacheza jamaa zetu. Sasa wamekuwa na vikao vingi vya eh, kutaka kumfukuza Bwana Foil. Foili, Foili sio kumfukuza, yaani wanamshawishi ajiuzulu eh, eh, eh. Kwa sababu eh, wakimfukuza inabidi wamlipe, na yeye Hataki kujiuzulu, kwa hiyo kilichofanyika uh, wakawapanga mashabiki pale Mbeya <laughs> unaona bana, wakawapanga mashabiki pale Mbeya wamzomee foili, ili foili hey! ili Foili akasirike abwage manyanga, na Foili kasema hata warushe mawe <laughs> <laughs> <Kano> ya, <laughs> mimi hapa sitoki, I'm telling you my brother and sister. Kasema achilia mbali mayendo, atukutaki, atukutaki hata wanirushie mawe wewe ha, we. hapa mimi siondoki mpaka mnifukuze mnifukuze ili mimi nichukue mfunga wangu wa kutosha hapa niende nikale maisha mi bado kijana miaka 30 ngapi nikae bila kazi hivi hivi kwa bwana foili amegoma kujiuzulu mpaka afukuzwe kwa hiyo wanawatengeneza wana, wana, wana, wana, wana mashabiki wanawatengeneza mashabiki wamzomee fo ili foili afike mahala aseme dah, mi bana, awanitaki awani, ehe, ni bwana wage manyanga na foili akasema hapa mimi siondoki. Kwa hiyo ngoma ni nzito kweli kweli, na sisi tunaifuatilia kwa ukaribu kuona inaishaje hii. kwa kna leo baada ya mechi akamwambia, bana, basi kama utaki kuondoka cheza kama, kama Matola. Hmm. Ndio kichwa kinawauma hapo sasa. Hey, ngoma, ngoma, eh, ngoma bado mbichi kweli kweli kweli. Ni kocha mzuri. Ni kocha mzuri sana na sisi tunamwambia aendelee kukaa nao mpaka awazamishe Shimoni. Yeah.